Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa wabarakatu, ndugu yangu na kukusudia wewe unayenitazama wewe unayonisikiliza hivi sasa. Inawezekana ukawa unapitia mazingira magumu sana katika maisha yako, inawezekana unapitia mazingira mazito sana katika maisha yako, inawezekana unapitia hali mbaya sana katika maisha yako. Dhiki zimekuandama, uadui umekuandama, mitihani imekuandama, misukosuko na majanga ya kila siku imekuandama, ikafika hatua ukataka kukata tamaa Huona mimi nina jambo gani hili lisilofika mwisho? Mbona kila ninavyojitahidi jitihada zangu zinagonga mwamba? Mimi nina kitu gani katika mwili wangu? Ikawa unalia usiku na mchana, maskini. Ndoa yako imeharibika, mume anataka kukuacha, wengine wanataka kukimbiwa na wake zao, watoto wako hawaeleweki maskini. Umewalea kwa taabu, umewalea kwa shida, lakini leo hawakukumbuki tena, wako busy na maisha yao na maisha ya wake zao, lakini wewe kama mzazi, hawana tena time na wewe. Unajisikia vibaya, unajisikia unyonge, unajisikia kukata tamaa, unajiona kama mtu mwenye bahati mbaya kabisa. Ndugu yangu, acha nikwambie kitu kimoja. Mwenyezi Mungu anatuambia, unaweza ukalipenda jambo lakini lile jambo likawa lina shari na wewe, au unaweza ukalichukia jambo lakini lile jambo likawa lina khair kubwa na wewe. Inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah anatambua lakini sisi hatutambui. Ndugu yangu mwenye mitihani, ndugu yangu mwenye matatizo, ndugu yangu mwenye misukosuko, haina maana kuwa mitihani unayopitia Allah amekuonea ama Allah hatambui. Allah anajua, Allah anakuona, Allah anakusikia. Wakati mwingine, ndugu yangu, Mwenyezi Mungu anaweza kukupa mtihani tu ili asikie sauti yako ya malalamiko kwenda kwake yeye, namna unavyolalamika, namna unavyonyenyekea, namna unavyomwaga machozi kwa ajili ya kumuomba yeye. Inawezekana umezunguka sehemu nyingi kwenye viringi, umekwenda umeombea madua mbalimbali, kafara mbalimbali umefanya, mpaka kwa waganga maskini umefika, kupambana tu na changamoto zinazokupitia, lakini ikawa bado mambo yanaendelea kukuya magumu. Si kana kwamba Allah haoni juhudi zako wala Allah haoni jitihada zako. La, Mungu anaona, lakini kuna muda anakutaka ana, ana, wakati mwingine matatizo yako yasimalizwe na shekhe, yasimalizwe na mganga na yasimalizwe na kiumbe cha aina yoyote. Yale matatizo yako anataka umtumie vyema ulimi wako, usiku wa manane macho yako ikimwaga machozi, hali ya kuwa unalia na kumtawakali yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Utamwona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akikufungulia milango ya kheri na milango ya baraka. Ndugu yangu mpenzi, unanitazama shida zako, mitihani yako, suluhisho lake liko katika usiku wa manane. Amka usiku wa manane, ndugu yangu, lia na Allah subhanahu wa ta'ala, mwite ya dhal jalali wal ikram, mwite ya hayu ya qayyum, mwite ya latif, mwite ya arhamar rahimin wa ya khayru nasirin wa ya ghiyatha al mustaghithin. Amka usiku, ndugu yangu, wacha kulia na watu. Umeshangaika sehemu nyingi, bado Mungu haja kufikia

Kilio chako Allah anasikia, malalamiko yako na yeye pia, kwa idhini yake atakufanyia wepesi wa mango insha Allahu taala. Usikate tamaa katika njia za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwani hakuna anayekata tamaa ila aliyekufuru. Waliokufuru ndio wanakata tamaa. Lakini wewe Muislam mwenye imani na yakini, usije ukakata tamaa katika maisha yako. Wangapi walilala maskini wakaamka matajiri, na wangapi walilala na afya zao wakaamka ni maiti, wanakwenda wanaandaliwa kwenda kuzikwa makaburini. Ndugu yangu Muislam, wangapi walilala ni matajiri wakaamka maskini, na wangapi walilala maskini wakawa matajiri? Ndugu yangu, ndugu yangu, ndugu yangu, usikate tamaa katika rehema za Allah subhanahu wa taala. La tasalanna bna adama hajata shida zako usimpelekee mwanadamu, matatizo yako usimpelekee mwanadamu wasali ladhi abwabuhu la tohyabuhu, shida zako mitihani yako misukosuko yako mpelekee yule ambaye milango yake full time iko wazi, anasubiri muombe. Allahu yahdhabu intaraka sualahu, unapoacha kumuomba Mungu, Mungu anachukia. baba yangu, wamunaya adama hina yusalu yahdhabu, na mwanadamu unapoendelea kumuomba ndiyo anachukia. Ndugu yangu Muislamu, riski yako, tawakkal ala Allah Mungu atakupa riziki yako. Ndugu yangu Muislamu, riziki yako imeandikwa, hakuna wa kuichukua. Kila alichokiandika Allah utakipata, wala usitegemee kwa wanadamu ukawaombaomba. We mche Allah subhanahu wa Ta'ala, utaona Mungu atakavyokutendea mambo. Alaika bitaqwallahi in kunta ghafila, juu yako kum, kum, kumcha Allah subhanahu wa Ta'ala, ikiwa kama wewe umeghaflika na hili. Ya atika bil arzaqi min haithu la tadri, Allah atakuvutia riziki katika njia usizozitarajia Vipi unaogopa ufakiri, wakati riski anatoa Allah subhanahu wa ta'ala. laqad razaqa at-tayra wal huta fil bahri, Allah ambaye ana ruzuku ndege na samaki baharini. wa man dhanna anna ar-rizqa ya'ti ya bi quwwatin ma akala al-usfuru shay'an ma'a an-nasri, yeyote ambaye amekaa anawaza anajua riski yake anapata kwa akili yake na nguvu yake. Ingalikuwa hivyo mdo, ndege mdogo asingaliweza kula na kipanga sehemu moja. skatitamaa ndugu yangu muislam